Na siku hiyo ya tarehe ishirini na tatu tunatakiwa kuijaza uwanja wa Benjamin Mkapa sisi Simba Sports. Tumechagua kubaki Benjamin Mkapa. Nadhani wote nyiye ni mashahidi namna gani watu wanaugwaya uwanja wa Benjamin Mkapa, namna gani watu wanauogopa uwanja wa Benjamin Mkapa, namna gani watu wameushindwa uwanja Benjamin Mkapa, namna gani watu hawawezi Benjamin Mkapa, namna gani watu wanapwaya Benjamin Mkapa. Lakini sisi tumesema piga huwa tunabaki Benjamin Mkapa, na jeuri ya sisi kubaki Benjamin Mkapa, uwanja mkubwa, jeuri hii tunaipata kutoka kwenu ninyi, mashabiki wa Simba tuna imani na tunaamini tukiwaita mnakuja elfu sitini na ndio maana tukasema sisi hatuendi kwenye kiwanja cha watu elfu kumi na mbili tunabaki hapa hapa Benjamin Mkapa kwenye kiwanja cha watu elfu sitini kwa sababu watu hao elfu sitini Simba Sports Club tunao na tunawahitaji tarehe ishirini na tatu Benjamin Mkapa sio ya kila mtu. Benjamin Mkapa sio ya kila timu ya Tanzania. Benjamin Mkapa ni uwanja wa Simba Sports Club, na ndio maana hatuhami, na ndio maana tunasema ya kwamba tarehe ishirini na tatu mechi yetu ni Benjamin Mkapa. Kama uwanja wa Benjamin Mkapa hauna shida yoyote, sisi hatuwezi kwenda kucheza uwanja wowote ule zaidi ya Benjamin Mkapa na tunabaki hapo kwa sababu ya wingi wa mashabiki tuliokuwa nao. Sababu pekee itakaotuhamisha Benjamin Mkapa ni uwanja ule ufungwe na serikali, lakini kama uwanja uko wazi, sisi tunatakiwa kubaki Benjamin Mkapa, kama ambavyo tunabaki Benjamin Mkapa tarehe ishirini na tatu na tunabaki Benjamin Mkapa kwa sababu yenu ninyi mashabiki, tunaamini mpo wengi na wote mnastahili kuja Benjamin Mkapa, na ndio maana tumechagua, na ndiyo maana tumebaki Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni chumba cha baba halali mtoto, ndio maana watoto wote wamekwenda Zanzibar, baba mbaki kwa mkwako tumeelewana eh? Benjamin Mkapa ni chumba cha nani? Ni chumba cha baba, na sisi ndio baba wenyewe, tumebaki chumbani kwetu, watoto wamekwenda amani. Baba hakimbii chumba chake, ila mtoto anakwenda kulala chumba cha, cha watoto ama chumba cha wageni huko. Sisi tumebaki nyumbani kwetu, tumebaki chumbani kwetu.